Ukilinganisha Bolivia na Jamaica, unaona Bolivia ni mgumu zaidi kuliko Jamaica. Kwa hivyo kitendo cha Jamaica kupangwa eh, na New Caledonia, kwa Kongo nafasi ya kupita ni asilimia kama tisini na tano hivi na ninavyoiona. Simbauranga, una mawazo tofauti ya, nipo sambamba sako kwa bako. Mm, na, na, na, na, na, na, na, na, na <laughs> nyie eh, kutokana na jinsi ambavyo safari ya DR Congo mm, ilipotoka walikuwa na safari ngumu sana mm -hmm. E, walipita na vigogo wa soka Afrika, alikuwa kundi moja na Senegal mm. na wakapita e, ile njia moja kwa moja Senegal, ya moja kwa moja Senegal yakina Sadio Mane lakini bado kwenye play off akakutana mataifa mawili ya kisoka makubwa, makubwa. Afrika mm. Cameroon Cameroon, Nigeria, sasa una Nigeria. Nigeria. Senegal <coughs> wanatoka hapo wanakuja Cameroon, wanapata ushindi mm. wanatoka hapo Nigeria, wanapata ushindi mm. unakwenda kusubiria mshindi kati ya Jamaica na New Caledonia mm. na kama kuna nguvu kubwa ambayo walipata ilikuwa ni ngumu, ili kama wanaenda na mlima wanateremka na wao kufuzu itakuwa ni historia mm, kwa upande wao, maanake ni muda sasa. Unajua mara mm. ya mwisho dia ya Congo kushiriki fainali ya kombe la dunia ilikuwa ni mwaka elfu moja mia tisa sabini na nne. Sasa sabini na nne mpaka sahivi unaweza kuona ni muda mrefu. Enzi ya enzi hizo nilikuwa sijazaliwa bado kabisa e, mm. na kipindi <coughs> hicho wanashiriki uliona alikuwa bado kidogo ndo wachanga e, kwenye soka e, la kidunia zaidi, na ndio bwana wakufanya vizuri kwenye kundi lao ilo la ambalo walikuwepo, hawakupata alama hata moja, walifungwa magoli tisa na Yugoslavia, wenye tunakumbuka mm. e, wenyewe wakiabiri zile nguvu za giza, mambo ya uchawi, kuna ndege zilikwenda nyingi, mabeba waganga e, e, wakapigwa tisa. sasa kuna na ah, ganga, kazi yao nini? wajirudishwa kwao wamepanda ndege, kuna kuna watu wanaleta mambo ya maskhara wakasema, eh, eh, walikosea kuwapandisha ndege hao waganga, wangewapandisha ndege yao ile ya kawaida wangeenda yeah, eh. na ungo sasa wanapandisha yeah. ndege ya kiteknolojia hii yeah. ushazingua kila kitu kwa watu wanavyosema eh. Mara baada ya pale sasa wakapanda wenyewe walifungwa eh, nakumbuka goli wali, mbili eh, eh, na Scotland E, lakini na mechi nyingine ya tatu wakafungwa na, na, na <coughs> Brazil. Jua wakundi lao walikuwa Yugoslavia, Brazil, Scotland na Zaire kipindi mm. hicho, Yugoslavia na Brazil wakaenda katika hatua nafuatia e, maanake walifikisha alama nne e. Zaire, sasa hivi DR Congo, waliondoka bila ya, ya, ya hata alama kwao. Nafikiri safari hii <coughs> e, wanaenda kujifunza, hiyo na wanahakika, wana hamu kubwa uliona e, ya play off wanampiga Nigeria, mm. furaha oh! E, wananchi wa <laughs> DR Congo, <mbubo> ambapo walikuwa wanafurahia <laughs> na inakuwa ni historia kubwa, na wengi wanatamani kuwa na wanafuzu ili kuona hmm. e, fisoma aende kutetema kule katika ardhi ya Kanada, Mekiko na Marekani na Marekani <laughs> e, mwakani hiyo, je katika michuano hiyo ya kombe la dunia? <laughs>